Mpaka nilifika Dodoma, mimi kwa mradi mkuu taifa, mheshimiwa ndege na kwa waziri Bashi, kipindi hicho 2023 wakatuma tume, wakaikagua kesi na kuichunguza na tume ile ilirudi ikaonyesha kwamba wakulima wana haki ya kulipwa, maana hakuna walipofanya makosa. Ikaenda hivyo mpaka leo, tulipiga kelele sana katikati, chama chetu wakawa wametulipa 95 tu milioni. Mpaka leo hakuna jambo lingine tumelipwa. Tupo hapo tunalia miaka mitano, watu wamekufa, tumebaki wajane, hakuna tunacholipwa. Na mara ya mwisho majibu yao, chama kikuu kwa kutokuona aibu, wenyekiti anatuambia mtatembea na viatu vitaisha. Na kweli viatu vyetu viliisha. Leo nimevaa kiatu kipya alichonunua kwenye mtumba kwa ajili yako, naomba kitirishe tena kweshimuazi <coughs> iliopita unaaana, bodi mara moja kuhakikisha. Akiakiia siku gani? Ijumaa. Haya, mnakaa siku gani? Jumatano. Jumatano mkae mtoke na majibu. Nitakuwa bado niko kanda ya kaskazini hapa, mkuu wa mkoa uje nao uniambie wametoka. Mkija na majibu ya ovyo, nitaweka ndani mpaka tualipe. mambo ya kipuzi kabisa. <tipuzi> Aya, mambo ya kipuzi msiniletee mi mambo ya kipuzipuzi yanikumbakumba bwana. Jumatano nataka mkae mtoke na jawabu. mambo ya mwaka kesho nimekataa. mseme mnalipa nini, mtalipa lini? Tafuteni mtakachouza, mwalipe watu fedha zao. Mimi mnakaa na vitu vyenu halafu fedha wa <coughs> za watu mmekaa nao <coughs> au tuweke na riba, mliokaa na fedha za ukawanilipita pale Same. Mambo ya tupuzipuzi haya ya, ya, ya. Nilipita ni, pale Same, fundi amejenga matundu ya vyoo, matundu ya vyoo wanatumia, matundu ishirini na moja wanatumia, wanatumia matundu hayo miaka mitano, milioni mbili hawajamlipa mambo ya kuzoea na kupuuza puuza shida za watu. Nikishauzi nikikasirika naanza, eti atachukiwa, mbona anakasirika? Hata nikichukiwa, mtoto wa Kichaga alishanipenda.